Jamani, nina stress. Eh, nini ziwa langu moja kubwa, lingine dogo? Mwanamke, usijistress sana. Cha kwanza ieleweke kwamba kwa sababu mbalimbali mbali, inawezekana kabisa mwanamke akawa na ziwa moja kubwa zaidi ya jingine. Hii ni kutokana na hali halisi ya swala zima la mballik mbadiliko wa homoni wakati wa mzunguko wa hedhi, lakini inategemea pia, umezoea kulalia upande gani? Kuna ambao anapenda kulalia sana upande mmoja, inaweza pia ikasababisha. Lakini nje hapo, kuna mama ambao huwa wananyonyesha. Kunyonyesha haiathiri maziwa yako, ila kuna moja ama nyingine kulingana na mbadilishano wa ziwa lipi linanyonywa zaidi, inawezekana kabisa ziwa moja likawa kubwa zaidi ya lingine. Hivyo wanawake, usije ukachukulia tofauti, usije ukachukulia kwamba kuna changamoto kubwa kama ziwa lako litakuwa tofauti na lingine kwa kiasi kidogo. Lakini kwa dalili za hatari, unaweza ukafuatilia video zetu zaidi, tutakuelezea.